Jambo la kwanza mheshimiwa mwenyekiti na viongozi wa kuu, mtakuja kuelezea vizuri maana ya no reforms, no election. Naomba niseme mimi kwamba adui wa chama chetu na hasa wana CCM, wamekuwa wanapotosha kuhusu maana ya no reforms, no election. Miongoni mwa upotoshaji wanaofanya, ipo misamiati miwili wanajitumia kwenye maana ya no reforms, no election. Msamiati wa kwanza wanasema Chadema itashiriki uchaguzi mwaka huu. Msamiati wa pili wanasema Chadema itasusia uchaguzi mwaka huu. Maneno kwamba hatutashiriki na hatutasusia sio maneno ya Chadema, na mtu yoyote ukimsikia amesema Chadema itasusia uchaguzi na itashiriki uchaguzi, mwambie koma. Kauli ya Chadema mwaka huu ni kwamba yasipokuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na sheria za uchaguzi Hakutakuwa na uchaguzi. Maneno ya kwamba maneno ya kwamba tutasusia na maneno ya kwamba hatuna shiriki sio kauli ya CHADEMA na mwana CHADEMA, ukikutana na mtu yoyote anasema maneno hayo, kamwambie koma. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna mtu aliwahi kuniambia, ukienda sehemu yoyote ili ujue hali ya maisha ya watu hawa, angalia viatu walivyovaa na mimi nimeangalia viatu vyenu watu wa Mbeya, nimeona na nyie maisha yenu ni magumu kama ya maeneo mengine kwenye taifa hili. Ugumu wa maisha yenu sio mpango wa Mungu, ugumu wa maisha yenu ni mpango wa CCM, kwa sababu CCM haijawahi kuanza maisha yenu. Na mfano wa hayo ni kwamba sisi vijana, kila siku ya Mungu tunalia na ajira. Nimemsikia juzi waziri mkuu anasema vijana, vijana waliomaliza vyuo vikuu waende Veta waziri mkuu anamaanisha kwamba vyo vikuu kwenye taifa hili havina maana yoyote, tuende Veta tukatafuta ujuzi. Sasa mimi nimuulize waliowahi kwenda Veta wote wanajira. Wana ajira wanakimbia majukumu yao. Kipaumbele cha waziri mkuu na serikali ya CCM ni mkununua maisha ngingi, ndomaana mwakajana wamenunua mavieksi ya bilioni ya tesa kwenye taifa hili. Mkaguzi waesabuza serikali amesema hapa mbea kwenye kila shilingi mia inayopangwa ya maendeleo shilingi hamsini na saba haipatikane kipaumbele cha CCM ni matumbo yao, sio maisha yenu. Sasa nawaambieni vijana wa Mbeya, mwaka jana nimewaona mnalalamikia kuhusu kodi ya ushuru, toza ya ushuru mnailalamikia. Msiilalamikie kwa sababu hawa watu hawajawahi kuanza maisha yenu. Iungeni mkono Chadema kwenye no reforms no election, kwa sababu hicho ndo kitu pekee kinatufikisha kwenye nchi ya ahadi.